Eh, leo ni siku ya wanaume duniani. Labda ni kitu gani ambacho huwa ampendezo nacho kwa wanaume akikifanya katika jamii? Ni kitu gani ambacho huwa upendezo nacho kabisa nye, nye? Kama wanawake, vitu ambavyo hatupendezi navyo ni vingi. Hmm. Ishu ya kwanza, hmm, ni kwa wale wanaume wasiojua familia ni nini wakuta mtu ana familia ila kuijali ile familia hawezi tena hata kuisaidia mm. Hayajitambui yani, kama yeye ndio baba ile familia. Ndo changamoto kubwa kwenye wanaume mm. ambao leo ndio siku yenu nyingine <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, kwa wababa hawa hawa mm. hawasimami kwenye nafasi yani, yani, si nielezeje ili unielewe hawasimami yani, aw, kwenye nafasi kama baba, wametoka pale kwenye ule mstari kama baba, wamewacha wadada wa mama mm wamekaa kwenye nafasi ya baba, ndo maana watoto wao pia wanaonyesha dharau kwa wanaume, kwa baba zao, kwa sababu ya kutoka kwenye mstari. Wangekuwa wamekaa kwenye mstari, sidhani kama wangezaraulika. Sasa unakuta mahitaji yote, matumizi, sijui nini, kitu kidogo tu kwa baba, wanaomba mfuate mama. Kitu naomba hela ya nini, mfuate mama. Kwa nini mama asiheshimike? Umeona, ndo hivo. Kingine kingine, kingine eh? Wanachiti sana, waambie waache, waache, kwa sababu wanajibebesha majukumu ambayo haya hata wasaidia. Una, unamme yeah. Unaye? mm -hmm. Unampenda? Ampenda sana. mm -hmm. E, leo ni siku ya wanaume duniani, labda ni kitu gani ambacho kama wewe mwanamke kitu ambacho wewe unapendezwa nacho kwa wanaume kiujumla kwenye jamii yetu hichi kwamba labda mimi mwanaume akifanya kitu fulani Kiukweli mimi huwa sipendezwi ninacho hata kidogo. ni kitu gani ambacho hupendezwi nacho? kunyanyasa wanawake. hmm? kunyanyasa wanawake. Kingine, kingine kutohudumia familia zao. Kingine bwana, wanaume sasa hizi hmm. wanachoamini wao hmm. ni kama mwanamke akitoka nje kutafuta hmm. anajitafutia yeye hmm. na wanasahau pia majukumu yao ya ndani, kwa mwanaume akienda kutafuta hmm. anatafuta ili ya kuuze mtaji au akuze ya biashara ila atafuti hela ya kujihudumia yeye na familia yake. Wanajisau sana kwenye huduma za wake zao. Kingine labda kitu ambacho kipenzi bana, mimi si ambacho sikipendi. Mimi sipendi mwanaume mwenye atoi hela hata kidogo. kwani kwani umpendi? Sasa bana, mapenzi bila hela hata yanogi? <laughs> Ndo kila kitu, kila kitu eh. Labda ni kitu gani ambacho nakipenda kwa mume wako, labda kwamba kitu akifanya bwana, mimi huwa napenda kabisa. Ni kitu gani cha kwanza? Hela bwana, mimi akinipa hela. Cha pili, hmm, mwanaume wangu mimi akijali na kuonyesha upendo na thamani, akijua nini maana ya mwanamke thamani yangu, yaani akijua neno lipi la kumwambia mpenzi wako mahali popote alipo naye aweze kujisikia furaha kwamba labda kweli mpenzi wangu ananipenda, nampenda sana. Ukiniambia kitu ambacho nakichukia kwa wanaume, kwa mfano sisi wanandoa, jamani, wanaume mnakwaza sana. Unaweza yani, nizungumziaje? Sema sana, wanaume wengi, wengi wanadharau, wanadharau sana. Kwa dharau ndio kitu ambacho ukipenda. Kitu kingine labda ambacho ukipenda kwa wanaume, kikubwa ni dharau, kwa sababu nikisema wanaume, unajua wanaume wengi sana kusema kutoka nje ni sawa, lakini zile dharau dharau. Kingine mimi mm, nachokipenda sana ni dharau tu ah. Kitu ambacho unakipenda kwa wanaume yani, kijumla wanaume ambacho una, ambacho una unakipenda ah, ni upendo upendo. Unajua upendo ndio kila kitu. ikiwa mm, unampenda mpenzi wako, unampenda mke wako mm, kila kitu kitakuwa sawa, hata hizo dharau zitakuwepo kwa sababu unakuwa unampenda, basi wewe unampenda mke wako nampenda. Unalipi la kumwambia? Ka siku ya leo ni siku ya wanaume, unalipi la kumwambia? Nampenda, onge basi, mume wangu bana, sehemu, mahali popote ulipo, mume wangu.